Leso ndio baba, na nguo zilizotoka mwilini mwake magonjwa yao yakawatoka. Je, ngono na kwaka hapa kule ukivaa unaitwaje? Ikiwa kama Elia limushia Elisha vazi mpaka ukaja mara mbili, vazi unapata nini mara mbili? Mshtuka wewe. Amen, amen. Maskini mwingine makutana nao kwenye mabaro huko. Ndio baba. Ndio, baba.

Adiwa mtu ni nani? Shetani yako ameingia aje, hebu yambie. Eti shetani yako ameingia ya. Ani wao umetoka hapo umeenda kufanya uzinzi. Ndio. Tunakuja kukuuliza wewe shetani alikupitia. Wow. Hapo kati ya uzinzi <laughs> na wewe Dabu. Wewe. Wewe unajua kabisa umeenda kumwambia mtu ni azime la kimoja. Ndio. Ninaenda hivi sasa hivi kukuapua. Nikirudi na kurejeshea. Yes. Hapo baadaye unaenda mazima, akija kuuliza shetani tu alinipitia. Hapo shetani ameingia aje hapo? Ndio baba. Eh? Ah. Wewe umemtukana mtu, umemsengenya mtu, hapo unasema tu ni shetani. Hapo shetani ameingia aje? Hata shetani mwenye saini baba. <laughs> <laughs> <Yeah. Yeye amenipiga>, <laughs> yeah. Eh? Wewe ndio unajijua. Kwenye grupu la wezi upo. Ndio baba. Mungu akiuliza wezi wa zaka wako wapi? <inaudible> Na sivyo wewe unamshtaki Mungu, kama ukimbariki huyu kambariki na yule jambazi pale. Ndio baba. Hani wewe? Ni bora hata ukawa na mdhulumu mtu mwingine, yule unayemjua wewe umdhulumu. Alafu unakuja na kwa Mungu unamdhulumu. Wewe, ni bora hata udhulumu kule, uilete hata kwa Mungu. Labda Mungu atakuhurumia. Dio, baba. Utoe zaka. Amina baba. Sasa so, unashunguzia shetani. Shetani alinipitia nikala zaka. Shetani hapo anaingiaje hivi? Jamani kweli, ila viti eti mama, shetani hapo anaingiaje hapo? Eh, shetani mwenyewe anashangaa. Unajua shetani mwenyewe anashangaa. Kuna vitu vingine mnamtukuza kwanza. Kuna mazao yako na mtaza shetani kiweje, sifa za Mungu? Ndio baba. Sifu ile Mungu kabisa. Kuna maisha yako unamtoka pepo, yaani wewe umetembea vibaya, unajangara vizuri, umejigonga kwenye msingi mguu wa kochi hapo, eti shetani toka hapo. Shetani yuko hapo

Wewe ambao umembeba Mungu wa kweli ndio baba. Usizidiwe na watu ambao mbeba miungu ndio baba. Unajua kabisa mwili aabudu Mungu wa mbingu na nchi. Ndio baba. Anaabudu ng'ombe, ndama, ndio. Visanamu. Amen. Anakula vizuri. Yes. Hata kama wanakula pilipili nyingi ni wao. Yes. Lakini wanakula nini? Vizuri. Wewe wewe, ni Mungu wewe. Unakula ni utumwa kuko kuna kununua wewe. Mambo yako kuna kula. Yes. Kabisa hivi wewe umembeba Mungu, umembeba naye, tuna mashaka na wewe, tutakuwa tumbe tume ya roho. Ndio baba, ndio maana tukimshuhudia mtu hawezi kuokoka. Amen. Unaona Mungu anaweza kuona ya kuwezesha wewe ukata kula utumbo wa kuku. Amen, kuku alikuwa na magonjwa magonjwa mengine yote yote humo, ndio baba oja niachsikariu biashara za watu lakini ukweli utabaki pale pale. Amen, mimi nimekaa na waidi jamatini Mwanza pale, mti mrefu akienda akiagiza kuku, ataki miguu, ataki vichwa vinacho uko, hata wachinjaji wanajua. Sasa wewe na kila kitu aybakinayo <laughs>

Wewe unaomba nyongeza unapo manyanya yale mafofu yale. Manyanya yameingia kule ndani. Eti naomba nyongeza na kuchukua na kujongea. Wewe ndio hata kuomba nyongeza, utaongezwa na magonjwa. Ndio mama. Tumshindie ombe tupo linauma. Nitakuombea kama k wamekushafulia. Lakini wewe magonjwa kwenda kujitafutia mwenyewe unakula kitu kilichochacha. Unaona kabisa fuka mapovu yanatoka juu. Ndio ta. Bwana hata kama ungenichukia ni mtoto wa Mungu. Amina. Kaisha na kwa hiyo. Hali hakuna mtu anakuja kukubadilishia. Kaishaanza kubadilika kwanza wewe. Rehema baba. Kama ni yenendo na kutoka hili hapo, ujiheshimu. Utaheshimiwa. Ukijiheshimu, utaheshimiwa. Ukijiheshimu, utaheshimiwa. Sasa mwenyewe jiheshimu. Naenda kukuheshimu. Wewe mwenyewe usipojipenda, nani atakupenda? Hata kujiweka kuwa mtumwa siku zote. Ndio. Jifanye ni kwa special. Ndio baba. Sema ngoja aliko acha kwenda. Yes. Umenisikia? Ndio baba. Umenisikia? Ndio baba. Sio anajipeleka tu kule. Amen. Hapo sema ngoja alisho kuongea acha kuongea. Amen. Tuonekana ni mpiga kelele msumbufu. Ndio baba. Amen. Mpumbavu hata kinyamaza anaonekana na ikinga. Ndio baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello. Amen. Ndio hapo msomaji. Anasema. Eh eh. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi ndiyo bahale za Moabu, ng'ambo ya pili ya Yordani karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana.

Wacha mimi na na na kuzungumzia hivi hivi hivi vya mtaani. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Vitaga hivi vinakuja vinagonga, nani amegonga? Tena wewe wewe, akija kugonga anasema hivi, wewe lala kabisa. Mungu kunilinda huko. Wale hawana chochote ukiogopa, ndio. Siku moja amesimama akasema kwanza leo Fanyeni kazi. Nende kusa ni kusajikeni. Corona ilionekana. Hakuna. Lakini kipindi kile ukikusa chuma kuna corona. Ukimkusa mwanzo kuna corona. Futi moja wewe wewe mimi nikae mbali na mke wangu. Yes. Ndio ya kishamba. Tee. Tee. Mkono, kwa mikono sio ata kuambukiza corona. Ndio leo nikasimama, nikasema ni hivi. Hata mabapaya na corona. Ndio. Hata mbuzi zina corona. Ndio. Halo. Amen. Kwani kuna watu walikufa? Hapana.

Saa sita na malaika wasiolinda enzi yao ameweka chini ya kifungo chini ya giza kwa ajili ya hukumu wa siku ya mwisho. Nani aliwafunga? Nani aliwaweka nepaka pau wa wachaiwaau

kwa jina la Yesu. Ndio mama. Kama ukiona kana kutegure mchawi yule. Ndio mchawi yule. Amen. Hello. Amen. Imeandikwa tawafungia taya zao na kuamua magogo yao. Yes. Imeandikwa si kama mtu nipigie ngumi yao. Ndio. Unapiga taya yako kwa jina la Yesu. Yes. Unakamata na ng'oa. Yes. magogo yao. Ndio. Imeandikwa midomo

Yesu asifiwe. Amen. Sijua haki zako za msingi. Amen. Mungu hajakuumba ili uteseke. Amen. Naona Biblia inasema hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Ndio baba. Kadiri kila siku kila kibali cha kwako, bado bado kuadilishana. Ndio baba. Uchukue mema uwape mabaya. Ndio baba. Ndio siku ya leo. Baba asante. Kwa imani. Kwa, kwa, imani. Kwa, kwa, imani, kwa imani. Kwa imani. Kwa imani baba. Kwa nini? Imani yako iko wapi? Imani yako iko wapi? api. api. Ule, mwe, sima, mkubwa nitajenga nyumba, nitanunua gari, lokisha kuwa mkubwa tunataka hiyo nyumba tuione. Tunataka hiyo gari tuione. Mungu arudishe nguvu ya mali yako. Amina baba. Mtoto wako anaamini mama ameenda kazini akirudi hapandeteo chochote. Ndio baba.

Kuna wachungaji wa kuchunga pale ofisini. Pale ofisi na kuangalia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hadi wewe ndio mwangalizi wao. Amen. Duko. Wewe msemaji wa familia. Unachotaka kusema? Au kisema watu wanasikia wewe, kaa unatupigia kelele, tulia. Hekima maskini asikilizwe. Amen.

Utumishi ulionao ndani mwako anza kufanyia kazi. Mungu amekuita muda mrefu anza kufanyia kazi utumishi. Utakuwa wa, wa mchungaji mkubwa sana kwenye dunia. Sio nchi, dunia. Fanyia kazi. Yeye yeah, mimi simfahamu, wale sio sasa. Lakini ndani mwake kuna uchungaji. Amen. Na huo wito ajaza kuitwa leo wala jana ni miaka. Ila anaangalia mazingira, changamoto. Anajiuliza nitaweza, utaweza. Kaa. Utaweza. Anajua ninachokiongea, yeye anajua ninachokiongea. Na mashetani amekuwa akianza kumwinda tangu akiwa mdogo. Amen. Amefika kwa fiki. Bwana Yesu asifiwe tumshukuru. Amen. Natamani kutoa unabii, natamani kupiga sasa hivi hapa. Nasubiri, yaani nasubiri Mungu, yaani aniruhusu nitoe unabii, unipigie yaani hivyo. Baba vyote. Vyote. Ndio baba. Leo tunao muda.

Vyakula vyovyote vilivyovira kwenye ndoto vitaenda kufa. Amen. Haki yoyote unyang'anywa kwenye ndoto itaenda kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hadi leo kuna vitu vingi vitazaliwa kwenye maisha yako. Amen. Kuna karama, kuna vipawa vitaanza kufanya kazi kuanzia leo. Wewe ambaye leo unatamani kunena kwa lugha, leo utaanza kunena kwa lugha. Amen. Wewe unatamani kutafsiri roho, utaanza kutafsiri. Wewe unatamani kuona maajabu yatokao katika neno la Mungu, utaanza kuona. Amen. Wewe vumilia tu yes. Waliswa, sivyo? Ondoa mawazo kwamba na njaa, ondoa nini mwesi. Wewe tulia, tujifunze, afu Mungu atudumie.